Baba, ni, ni, ni saa tano na robo usiku hapa Dar es Salaam, na hawa maaskofu wamefika hapa usiku huu sasa hivi kwa sababu ya taharuki iliyotokea, kwamba tunaona hapo polisi wamekuja kuzunguka kanisa la ufufuo na uzima hapo Bungo, na maaskofu hawa wamekuja haraka kukimbia kuja kusikiliza ni nini kinachoendelea. Of course hata mimi mwenyewe sijajua kinachoendelea, lakini naona hapo nje kuna defender za polisi kama tatu hivi, wamekuja kuzunguka kanisa, hatujajua nini kinaendelea. Kwa hiyo tunataka maaskofu wenzetu wote na wachungaji wetu wote na waumini wetu wote mjue kwamba uh, usiku huu saa tano, uh, sasa hivi tarehe tarehe ngapi leo? Tarehe mbili, tumezungukwa hapa na polisi hapa, sijui wanataka kufanya nini, na maaskofu wamepata taharuki, wamekimbia usiku huu. Lakini mimi nimesema kwamba eh, shida ya utekaji iko hapa, shika ya utekaji iko hapa. Mimi siamini mtu aniambie basi kwamba ah, askofu, vyombo vya ida, vyombo havina taarifa kabisa. Nitashangaa, nitaona mm, basi tunakaa sehemu sio salama kwamba hakuna taarifa kabisa. Mi naamini naamini, mimi naamini na nasema hivi kwamba inawezekana kukawa kuna taarifa, lakini pengine wakifatilia, wanafuatilia, wanafuatilia wanakuta hapa mm. Kikundi kilichomchukua huyu si idara ya usalama wa taifa, sio polisi, sio jeshi la wananchi Sio magereza, kakikundi fulani kametengenezwa na mwanasiasa fulani kwa ajili ya faida zake za kisiasa. Wakigusa wanaambia si atafukuzwa kazi, nafukuzwe wa kazi. Wa kazi unaacha, kwa utajikuta tuko namna hiyo, namna hiyo, namna hiyo. Hebu angalia tukio la padikitima. Hii kauli ya Askofu Gwajima ndani mwake, ukikaa ukifikiria vizuri, kuna ukweli ndani ndanimwake ukifikiria vizuri na ukweli unauma, ukweli unauma, lakini mimi niwaambia y kwamba kama kwelicho kikundi kama Gwajima alivyosema ndivyo ilivyo, mimi niwambia kwamba baada ya kuweza kuondoa lile tatizo, mnazidi kuongeza tatizo na mnazidi kujichafua, mnazidi mnazidi kujichafua kama maandiko yanavyosema kwamba Mungu ataweka ata, ata, ata, ata, ata, aibu ata, afuangu, ataweka aibu yenu mbele yenu, atavua nguo, ataweka mkio uchi atawanika. Sasa mimi naona ya kwamba watu wanazidi wana, wana, wana, wana, wana, wana wanajua kwamba ndio namna ya kuweza kutatua tatizo, lakini ndio wanazidi kuongeza tatizo sasa Kilichosababisha kwenda kumfungia Gwajima kanisa ama kufuta usajili wa kanisa ni kitu gani, kama ile kauli ndani mwake haina ukweli? Unajua, hata mjinga anajua kwamba kinachoendelea ni kitu gani, lakini mimi bado nawakumbusha, saa imefika tubuni, saa imefika tubuni. Mimi niwaambia kwamba saa imefika tubuni. Hii ni kama tunavyosoma katika kitabu cha Daudi. Daudi aliweza kumpiga yule Mfilisti, lakini ukija kuangalia yule Mfilisti walikuwa na mzao Daudi, lakini Daudi aliweza kumwangusha Mfilisti. Lakini nami, nami nichukue nafasi hii kwa kuambia kwamba mtaweza mkaumiza watu wengi na watu wakalia sana, lakini mtakuja kuangusha na kitu kizaifu sana. Maana Mungu huwa anatumia watu zaifu zaifu wakuweza kuaibisha wenye nguvu. Sasa uenda utaweza ukachukulia kwamba wewe uko ndani ya system, wewe una mamlaka yote ya kuweza kuumiza watu unavyotaka wewe utaweza ukafanya lolote unavyotaka, yaani lolote unavyopenda kufanya wewe utafanya tu, ila hujui Daudi alimwangusha mfilisti, Daudi alimwangusha Goliath. Kwa hiyo hata wewe hapo ulipo usije ukajiona kwamba wewe unaweza, una majeshi mekuzunguka, utakuja kuangusha na kitu kidogo sana, dhaifu sana maana Mungu hupenda kutumia vitu dhaifu kuviaibisha vyenye nguvu. E, Mungu anatumia vizaifu kuviaibisha vyenye nguvu. Sasa mimi nimeangalia usiku wa leo ah, hii kitu hiki kinindia kitu gani hiki? Ukija kuangalia kule nani mahakamani jana huyu, mm, nani huyu wa Chadema huyu Tundu Lissu wamempeleka pale mahakamani, wanachama wake wameenda kusikiliza kesi pale, hivyo wamepigwa rungu sana e, wamepigwa rungu sana lakini, sababu ya kusababisha wale watu wapigwe rungu ni sababu gani? Kwa sababu kama ni kwenda kusikiliza kesi, kila mwananchi ana haki ya kwenda kusikiliza kesi e, lakini mimi niwambia kwamba saa imefika tubuni. Eh, tubuni. Biblia nasema kwamba zambi zenu japo ni nyekundu kama bendera zitakuwa nyeupe kama seruji e, zitakuwa nyeupe kama seruji huenda mnafanya mabaya, lakini Biblia nasema jitakaseni, josheni, kisha njooni tusemezane, njooni tusemezane zambi zenu japo ni nyekundu kama bendera zitakuwa nyeupe kama seruji. Njia pekee, njia pekee ni kumrudia Mungu na kuanza kutubu, kwa sababu Biblia nasema ukisoma katika kitabu cha Methali ile sura ya ishirini na tisa na mstari wa pili Biblia inasema wenye haki wakiwa na amri watu furahi, bali waovu watawalapo watu hugua. Sasa tutashindeje kusema kwamba watu wanaotawala sasa hivi si waovu? Tutashindaje kusema hivyo na kati mambo yanaonekana eh? Lakini tena ukija kusoma hapa hivi katika kitabu cha Mesali. Mesali ile sura 28 na mstari wa 4. Ah, no. Mesali 28 mstari wa 16, Biblia inasema mkuu aliyepungukiwa na akili waonea watu sana, bali achukiae kutamani ataongezeka siku zake. Tutashindwaje kusema kwamba mkuu umepungukiwa na akili? Tutashindwaje kusema, tutashindwaje kusema sasa kwamba mkuu uliopo wewe umepungukiwa na akili kwa sababu haiwezekaniki, haiwezekaniki. Vitu kama hivi vikao vinatokea halafu vinajirudia rudia. Haiwezekaniki, umepungukiwa na akili, umepungukiwa na akili, unahitaji msaada, unahitaji msaada. Lakini ukiendelea kufanya unavyotaka, ukijua kwamba ndio njia pekee ya kuweza kujinasua ubaya ama kufunika ubaya unaofanya usionekane, ah unazidi kuongeza, unazidi kuongeza matatizo, unazidi kuongeza matatizo. Lakini mimi niwaambia kwamba bado nasitiza kusema kwamba mrudieni Mungu na kuanza kutubu zambi zenu, japo ni nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama seruji.